tiketi ya Chadema Edward Lowassa amesema licha ya Tanzania kuwa na hifadhi kubwa ya maji, ni asilimia kumi na tano tu ya wananchi wake ambao wamekuwa wakipata maji safi na salama. Lowassa ambaye leo amefanya mikutano ya kampeni katika mikoa ya Tanga na Morogoro amesema inashangaza kuona zaidi ya nusu karne ya utawala wa CCM ni asilimia kumi na tano tu ya baadhi ya wananchi waliopo mijini ndio wamekuwa wakipata maji safi na salama. Lakini nataka kuongoza mabadiliko haya Watanzania wajue wanaweza wakawa bora kuliko kuliko ma, mataifa mengi. Nataka yeah. Mtanzania aondokane na mlo mlo wa siku moja wewe ndio mitatu. Yeah. Kama na ngombe kama na ng'ombe mbili wao ng'ombe 10. Tuachane na umaskini, tuache umaskini. Na tua uchukie sana umaskini. Na Watanzania hawakuzaliwa wa maskini miaka yote. Tunazo rasilimali za kutosha tukiziona vizuri tukafanya kazi kwa bidii tunaweza hela nyingi wanakula wao wataacha kula hizo hela lakini kuna hela za madini zinafanya nini kuna hela za gesi asili zinafanya nini kibaya zaidi kodi haito haikusanywi mwaka jana waliacha kukusanya kodi ya trilioni 1.6 mimi nawaambia kusanyeni hiyo ni trilioni 1.3 nimemaliza kazi ya elimu Naye waziri mkuu mstaafu Frederik Sumaye ambaye amekuwa akiambatana na, na mgombea huyo ametaka usimamizi mzuri wa uchaguzi ili uwe huru na wahaki. Hatujawahi kuwa na maji ya leni kwa maana ya maji ya bomba. Kumewahi kuwa kuwa tu na bwawa mwawa ambalo kwa sasa limekauka na badala ya kutoa maji linatoa vidagaa vidogo vidogo. Nimetembea nchi nzima kila mahali nimeambiwa maji maji maji maji, maji, maji, maji. Miaka hamsini na nne ya kujitawala maji maji kila mahali, inasikitisha sana. Na waahidi Watanzania wote kupitia hadhara hii, nitashughulikia maji kwa spidi kali sana, kilimadarakani